Marufuku ya usafirishaji wa ndege za Boeing kwa wateja wa China inaonekana kumalizika kwa muda baada ya mvutano wa kibiashara kati ya China na Marekani kupungua, kwa mujibu wa Bloomberg News. Kituo hicho cha habari kiliripoti mnamo Mei 13, kwamba kufuatia makubaliano kati ya Marekani na China ya kupunguza kwa kiwango kikubwa ushuru wa forodha kati ya nchi hizo mbili, mashirika ya ndege ya China yamearifiwa kuwa ndege zinazotengenezwa Marekani zinaweza kuanza tena kuwasili mnamo Mei 12 makubaliano ya muda kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu kiuchumi alishuhudia Marekani ikipunguza ushuru wa bidhaa zinazoagizwa kutoka China kutoka asilimia 145 hadi asilimia 30 huku China ikipunguza ushuru wa bidhaa kutoka Marekani kutoka asilimia 125 hadi asilimia 10. Kupunguzwa kwa ushuru huu kunatarajiwa kudumu kwa siku tisini, ingawa kuna idadi ndogo ya bidhaa zilizoagizwa ambazo hazitahusishwa na upunguzaji huu, kwa mujibu wa makubaliano hayo. Vita vikali vya ushuru kati ya nchi hizo mbili vilianza baada ya Marekani kutangaza ongezeko kubwa la kodi dhidi ya nchi kadhaa ikiwemo China mnamo April 2, 2025. Wakati mataifa mengi yalichagua kutolipiza kisasi kwa hofu ya kuzidisha hali, China ilianzisha hatua zake za kuongeza ushuru dhidi ya bidhaa kutoka Marekani. Angalau ndege tatu za Boeing zilizopaswa kukabidhiwa kwa mashirika ya ndege ya China zilirudishwa Marekani wakati wa vita hivyo vya kibiashara mnamo April 20. Ndege aina ya 737 Max yenye usajili Novemba 230 Bravo Echo ilirejea kutoka kituo cha kukamilishia ndege cha Boeing kilichopo Zhoushan na kutoa katika uwanja wa Boeing Field mjini Seattle. Ndege nyingine ya 737 Max 8 yenye usajili Novemba 242 Bravo Echo iliyokuwa imekusudiwa kwa Xiamen Airlines pia ilirejeshwa Boeing baada ya kuondoka kituo cha Zhoushan. <muchas>